Mkutana na? Mimi mekutana naktabamimi hey. Uh, nanawalipia wote niko na blada Masoud Kipanya. Mashine hii hapa mtu mm. Wa mana tunamheshimu mm. Heshima eh, yake ni kubwa katika nchi yetu Tanzania kwa miaka mingi akua mm. hmm. Tunampa heshima ametutengenezea njia yeah. Kama vijana tumepata njia zake sasa tunapata riski

Mkutana na? Na mimi, ah, niko na brada Masoud Kipanya. Mashine hii hapa, mtu wa mana, tunamheshimu, heshima yake ni kubwa katika nchi yetu Tanzania kwa miaka mingi, tunampa heshima, ametutengenezea njia kama vijana, tumepata njia zake, sasa tunapata riski. Mzee, nakuheshimu sana, yoyote anakuzalau atakuzalisha

Mimi nimewalipia wote, niko na brother Masoud Kipanya, mashine hii hapa, mtu wa maana, tunamheshimu heshima yake ni kubwa katika nchi yetu ya Tanzania kwa miaka mingi a, tunampa heshima, ametutengenezea njia kama vijana, tumefuata njia zake, sasa tunapata riziki. Mzee nakuheshimu sana, yoyote atakuzalau andakuariisha diilayanda tuko nyuma yako